Nimefika katika kituo cha shule ya sekondari ya Mpendae, ambapo makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Othman Masoud Othman, ambaye pia ni mgombea wa kiti cha urais cha ACT Wazalendo, anapiga kura hapa zungumza na baadhi ya wapiga kura waliofika katika kituo hiki. tunaweza kukuja kwa, kwa umoja na kama unavyoona alhamdulillah, tumejitokeza kwa wingi ili tuweza kupiga kura. Alhamdulillah, tunashukuru, tunakwenda vizuri, hamna zogo wala chochote. Ukafika muda, makamu wa kwanza wa rais akafika katika kituo hiki, na alienda moja kwa moja kuhakiki taarifa zake na baadaye kuingia katika kisanduku cha kura kwa ajili ya kupiga kura, kama sheria na taratibu zitafuatwa na hata utashinda, sisi tulishalieleza mapema, tutakuwa mwanzo kumpongeza atakayeshinda. Wapiga kura ambao wanasubiri kupiga kura takribani masaa kumi ya kusimama kwa ajili ya kuamua hatima yao wa Zanzibar.